Yes, karibu katika VNMax TV, hii hapa ni Vini Max TV. Hakikisha ya, kama yako ya kwanza kuvisit katika channel yetu, hakikisha kama esubscribe notification. Eh, katika uh, nikipost katika chaneli, katika video, baadhi ya video ambazo zimepita haina maana sana kama tuta review tena lakini leo nimekuja kutoa ukweli na namna gani yani imekuwaje na inatakiwa fanye nini na kila kitu ambacho kinahusisha na kinahusiana na kutokushika kwa mtandao huu ambao hutumia VPN sasa issue ime, ime, imekaa hivi kitu ambacho kimefungiwa kwanza tunachotakiwa tujue ni kwamba kitu ambacho kimefungiwa ni DNS ni ni, ni fast DNS fast DNS hii hapa ni njia ambayo ina transmit mtandao kutoka kwa ISP, kwa tunamaanisha internet service provider, mpaka kwa kwa ambayo ina ikuwa ikipita kwa VPN ambayo ambazo tunazitumia wengi katika mtandao wa Vodacom. Then baada ya kupita pale zile ISP zikawa zinaprovidiwa bure, katika namna ambayo hautakuwa unakuwa huko charge katika namna yoyote ile katika namna hiyo so, ambayo ulikuwa hauko charge inamaanisha vile kama walikuwa hawapati mtandao huu hapo walikuwa aupati mapato sasa. Sababu ya kwao ya wao kupata, kutokupata mapato kwa kiasi kikubwa inamaanisha utafiti unafanyika. Tukiangalia uh, vipengele nyingine ambazo zimepita hapo nyuma ni kwamba zimekuwa zikifungiwa kwa sababu ya watu kuripoti kwamba kitu hiki hapa ni haramu na kinafanyika mtandaoni. Sasa tunaomba hiki hapa kitu ki kwa sababu sisi na wasamaria wema

kama VPN inafungiwa ile application inakuwa haijafungiwa. Kitu ambacho kimefungiwa ni njia ambayo inakuwa ina transmit mtandao kutoka kwako kwenda kwako kwenda kwa mtu mwingine. Njia zipo nyingi, kama kuna kuna UDP, kuna slow DNS, kuna fast DNS. Sasa hii ambayo tuko tunatumia sisi ilikuwa inaitwa fast DNS na ndio ambayo imefungiwa. Sasa inamaanisha katika njia hiyo hapo Vodacom hatakuwa anatoa, watatoa mtandao katika njia hiyo hapo. Wakiwa wameifungia permanent, inamaanisha kwa namna yoyote ile hakutakuwa tena na transmission ya mtandao kwa kutumia fast DNS. Sasa watakuwa anatumia njia nyingine. Huko nyuma kulikuwepo na njia kama slow DNS, lakini zote zimefungiwa. Ni kwa sababu ya kwamba sababu zao za kikampuni zimesababisha wao kuweza kufungia mtandao. Sasa hii hapa ni sababu ambayo inasababisha wao, baada ya kufanya review na kuangalia kwamba pengine app hiyo hiyo lakini katumia transmission method nyingine, protocol tunaita protocol nyingine sasa. Protokoli ambayo tunaitumia hapa inaitwa fast DNS, ah, na huko nyuma kumekuwa kama ambavyo nimesema kuna slow DNS na UDP, lakini kuna njia nyingi ambazo kama kuna web socket na nyingine nyingi ambazo zinaweza zika transmit mtandao. Sasa VPN zipo nyingi tu na baadaye pia naweza nikaposti video ambayo inaonesha namna ambavyo unaweza kuconnect mtandao kwa kutumia VPN nyingine ambayo inakupatia mtandao wa bure. VPN hizi zitaisha hii na dunia tunatakiwa tujue kwamba vipindi hivi zikaisha kutumia mtandao bure kupo tu, lakini kwa matako ya waumiliki wa mitandao ambao tunaitumia tunatakiwa tuzingatie kile ambacho wanakuwa amekifungia kwa sababu tuko nje na uwezo wa kwenda kuwaandia kwamba sasa mtifungie protokoli hii hapo, kwa sababu sisi tuna enjoy tunapata kitonga. Hapana, ambacho tunadili sisi ni kwamba tunataka tuhakikishe kwamba tunatumia njia salama ya kupata mtandao lakini pia kama ha, kwa sisi ambao kwa ambao tunataka kutumia VPN, haina maana kwamba VPN sasa imefika mwisho wa kuitumia. Kuna VPN mitandao mingine pia, lakini sio kwamba kwenye mtandao huu hapo kwamba VPN imefungiwa rasmi. No, VPN haijafungiwa, VPN zipo nyingi sana, tuendelee kuwa na subira, zitakuja VPN nyingi zaidi ya tena zenye inawezekana na spidi zaidi ya ambavyo pia umewahi ku experience katika past DNS. Una subscribe na kunipa like katika video nyingine, asante.